Na nafikiri ni siku mbaya ofisini, zile siku mbaya ofisini. Kulikuwa na nafasi kadhaa ambazo Simba wamezipata nafasi za wazi kabisa, nyingine mpaka mpanzu amemzunguka goalkeeper kabisa, lakini zimeshindwa kuleta matokeo, zimeshindwa ku kutoa magoli. Kwa hivyo ni ndo mchezo wa mpira wa miguu unashinda, unashindwa au mnatoa draw. Kwa hiyo leo ilikuwa siku mbaya ofisini, na mi binafsi nimesikitika, na naamini ni kwa Watanzania wote. Uh, lakini kama mnavyofahamu hii ni hatua ya makundi tunazo mechi nyingine ambazo Simba Sports itacheza. Kwa hiyo kwa japokuwa imeanza na mguu mbaya lakini naamini bado inayo nafasi. Kama na, na ambavyo nimetangulia kusema kwanza